Kwa majina naitwa Mhandisi Lutengano Mwandambo, ni chifu Engineer kwa teku teku ni kifupi cha Tanroads Engineering Consulting Unit ambacho ni kitengo cha ushauri wa kihandisi katika wakara wa barabara. Kazi ambazo zinaendelea kufanyika, ambazo ni kazi maalum kwa ajili ya kurejesha miundombinu ambayo ilikuwa imeathiriwa na mvua uh, za El Nino na um, kimbunga Hidaya ambazo zilitokea mwaka 2022 2023 2024. Na miradi hii ambayo serikali ilitafuta pesa kwa ufadhili wa Benki ya Dunia na ikatoa hizo pesa ili kufanya hiyo hiyo kazi za kurejesha hiyo miundombinu ambayo imeathirika, na teku ni kitengo ambacho kimepewa kazi ya kusimamia miradi hii ambayo inaendelea katika nchi nzima. Nchi nzima ina miradi 81 ambayo inasimamiwa na teku na hapa nilipo nipo mkoani Lindi. Mkoa wa Lindi una miradi kumi ina, ina, ina na tatu e, ambayo inafadhiliwa na benki ya dunia kwa mfuko wa CERC mkoa wa Lindi kama nilivyoeleza na mkoa, ina, ina miradi kumi na tatu na katika barabara kuu hii ya kuanzia inayotoka Dar es Salaam mpaka kuelekea Lindi tuna miradi mitano kuna mradi wa e, Somanga na mradi wa Kipwata na mradi wa Mikerengende, kuna mradi wa Njenga alafu kuna mradi wa, wa Mbwenkulu na hapa nilipo niko kwenye mradi wa Mikerengende, ambapo kama ambavyo mnaweza kuona tayari kazi zimekuwa zikiendelea, na miradi yote ambayo iko kwenye hii barabara kuu tayari eh, zile substructure, yani eh, ujenzi wa miundombinu ambayo ndio ina, ina, ni ya msingi ya daraja tayari yote imekamilika. Katika miradi yote mitano infrastructure au substructure zote zimekamilika, si na kwa namna ambavyo utekelezaji wa mradi huu umefanyika ni kwamba superstructure, yaani ile sehemu ya juu ambapo ndipo magari yatakapopita inajengwa kwa, eh, kwa namna ya, ya ujenzi wa uh, composite structure. Yani, kwa maana kwamba takuwa na, na beams za chuma alafu zege litaweka juu ya hizo beams za chuma. Sasa hii ni, ni utekelezaji ambao unasaidia una kuwezesha kazi ya ujenzi wa hiyo hiyo mahali ambapo gari zakipita kufanyika kwa haraka zaidi, kwa sababu kunakuwa na chuma ambacho akichukui aki, aki, aki muda mrefu katika kuhitaji eh, ku, ku, kukauka na kama ambavyo zege linge, lingefanyika sasa E, kwenye miradi hii e, tayari kuna kuna hizo uh, beams au hizo uh, beams za chuma tayari zimeshafika hapa nchini, na kama mnaweza kuona kwenye daraja hii, tayari zimeshaanzwa kuweka kwenye daraja. Na pamoja na hiyo, mkiangalia mbele yake kidogo, mtaanza kuona, mnaweza kuona jinsi ambavyo kuna kazi za e, ujenzi wa barabara za maingilio au approach roads. Tayari zimekuwa zikiendelea na zimekuwa kwenye hatua nzuri. Kwa hiyo tunatarajia hii miradi mpaka kufikia mwezi Desemba itakuwa yote imekamilika, na pamoja na hayo uh, TANROADS imekuwa ikijipanga kuisha hata kwenye maeneo haya ambayo kweli alileta madhara katika kipindi cha mvua zilizokuwa zikitokea. Hata kama ikitokea mvua uh, zinanyesha, basi, basi bado barabara zio zinaweza kupitika na wakati kazi za kumalizia ujenzi wa hii miundombinu zikiendelea. Kwa hiyo maendeleo ni mazuri, na napenda kushukuru serikali eh, ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan eh, namna ambavyo imejali wananchi na kuhakikisha kwamba inawaondolea kero na unakuwa kwenye hali ya salama hata katika mazingira ambayo hali za hewa zinakuwa zina zinaleta changamoto. Kwa hiyo hii yote ni juhudi ambazo serikali yetu imezifanya kuhakikisha kwamba basi wananchi wetu wanaendelea kufanya shughuli zao kwa, kwa namna iliyo nzuri pasipo usumbufu wowote. Na kazi kama nilivyoeleza hapo mwanzo, kazi inaendelea vizuri na ziko kwenye hatua nzuri, na TANROADS inahakikisha inasimamia kazi hizi zinafanyika katika ubora unaotakiwa, lakini katika muda ambao uh, utawezesha basi miundombinu hii au barabara ziweze kupitika hata majira ya masika. Miradi hii ambayo ni miradi ya dharura kama nilivyoeleza, kwamba ni miradi ambayo inafadhiliwa na Benki ya Dunia. Serikali ilifanya e, juhudi ya kupata fedha kutoka Benki ya Dunia, na baada ya miradi baada ya pesa kupatikana, serikali ilielekeza zaidi kwamba miradi hii ifanywe na wazawa. Kwa sehemu kubwa ya miradi hii imeeleza kwamba kuna miradi 81 nchi nzima katika mikoa 22 mbili ya Tanzania bara Miradi hii imefanywa sehemu kubwa imefanywa na wazawa. Miradi karibu kumi na moja tu kati ya thelathini na moja ndio imefanywa na wageni, lakini sehemu kubwa kama nilivyoeleza imefanywa na wazawa. Na kazi zikifanywa na wazawa zina zina advantage kubwa kwamba sasa pesa nyingi zinabaki hapa nchini na e, wananchi wengi wanapata ajira, wananchi wengi wanaweza kufanya biashara, wanaweza kufanya shughuli katika zile kazi ambazo zimekuwa zikiendea kwa zile pesa ambazo basi wakandarasi wanakuwa nalipwa kutokana na, na, na miradi hii. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali pia katika namna ambavyo imeangalia kuona kwamba basi wananchi wanafaidika zaidi na hizi pesa ambazo zinakopa kutoka nje. Pamoja na hayo, e, masuala ya mazingira yamekuwa kiangalia kwa karibu sana kuhakikisha kwamba miradi hii basi haileti athari mbaya kwenye mazingira yetu, kuhakikisha kwamba usafi unakuwepo, maji haya ambayo yanatumika, basi yanabaki kuwa safi na wananchi hawaathiriki vibaya eh, katika kazi zile ambazo zinaendea mahali hapa. Na pamoja na haya, tunashukuru kwamba vyombo mbalimbali au eh, taasisi mbalimbali za serikali zimekuwa pia zikitoa ushirikiano mkubwa katika miradi hii, kuhakikisha kwamba kunakuwapo na usalama eh. Kwa mfano, OSHA imekuwa ikipita E, ma, mara kadhaa kwenye miradi hii kuhakikisha kwamba basi usalama wenye miradi hii miradi inapofanyika miradi inabaki kuwa salama, na wananchi wana wanapokuwa wana, wana wanafanya kazi katika maeneo haya basi e, isi, wasipate madhara kama ya ajali na vitu mbalimbali ambavyo vingeweza kuzuilika. Pamoja na hayo pia kuna uh, wenzetu wa utabiri wa hali ya hewa TMA, wamekuwa pia kitoa taarifa mbalimbali ambazo tumekua tukizitumia kuhakikisha kwamba basi tunachukua tahadhari zinazotakiwa. Na naitwa Injinia Maige Kalanga, ni bridge engineer katika huu mradi ya tunatekeleza huu mradi, unaitwa ni mradi wa daraja la Miteregende. Mpaka saizi tuko hatua ya ya superstructure kitaalamu tunaita superstructure, kwa maana ya kwamba ndo sehemu ya mwisho ambayo ikikamilika magari yataweza kuanza kupita. Mradi huu mwanzo ilipokuwa kulikuwa na pipe cover nne ambazo mvua za El Nino zilipokuja zilisababisha mafuriko na zikakata barabara na serikali ikaamua kuchukua hatua hizi za kujenga ili daraja na mkandarasi akawa amepatikana ambaye ni mkandarasi mzawa ni Makapo Contractors and General Supplies. ni mkandarasi mzawa ilikota yake ni Masasi, masasi nashukuru serikali kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kutoa fedha nyingi katika hii miradi ikiwemo na huu mradi mpaka sahizi umeweza kufikia hatua hii. Naitwa Shazi Mwamali Mpili, ni mkazi wa hapa Mikelengende. Naishukuru serikali kwa mjio wa mradi huu, umetusaidia sisi wananchi kupata ajira.